Shukrani za dhati kwa sababu ya ile mapenzi ambayo umetuonesha kama watu wa Narok. Leo hii sisi tunasimama hapa tukisherekea kwamba by February this year airport yetu itakuwa imemalizika. Hiyo ni kitu ambaye imenipa mimi mtisho sana ili niweze kukuunga mkono. Ya pili, your excellency, nilikuwa nazungumza na dada yangu MP wa area, na akanikumbusha kitu kimoja ya kwamba Wamasai si watu wa kitu kidogo. Wamasai ni wale ambaye ukiwakaribia pia hawa wanakupenda na ndio mimi nataka kueleza ya kwamba kuanzia leo mahali wao huko. Wao jua ya kwamba kura zote za Masai ni za William Samoei Arap Ruto. Asikagira lesho. Kalesho ili binanga hivi jo mkubali hiyo yote nimesema. Si yote mmekubaliana na mimi ya kwamba kura zote ni za nani? Ukiona Ledama ndio anasimama hapa na anataja jina ya William Ruto. Ujue kweli Mungu wako. Unasikia? Mjue Mungu anashika watu na amenishika na mimi nimeona mbele. Ama namna gani? Raila alituacha hapa na hapa ndio sisi tuko. Your Excellency, juzi ulikuja katika ile sherehe, tulikuwa naye ya Christmas party ya Narok West. Mimi nilifurahi sana kwa sababu ya ile humility yako. Uliketi katikati ya kina mama na ukuona kama kuna shida yote. Hiyo ni kitu ambaye imetufurahisha sana. Your Excellency, Narok North, na njio hiyo mvua imekuja na mimi naenda kumalizia hapa. Narok North ni mahali ambaye Mungu ameibariki sana kwa sababu ya mvua kila wakati. Ile kitu tu hawa watu wa Narok North wanataka ni mabarabara. Hakuna kitu kingine. Mabarabara hayo yote, na nimejua umeshikilia vizuri, yote itafanyika. Ya mwisho kabisa. Na nimeshukuru sana kwa sababu wakati tumekuja tumekutana na huyu jamaa anaitwa Kibelegenya ambaye watu umemwambia mwenyewe maneno yako inashughulikiwa na kibelekenya ametoka hapa Narok North na muli promise yeye ya kwamba kazi yake itakuwa sawa hiyo sasa mi najua itaenda kumalizika tukiingia 2026 Your Excellency we tuwachie sisi Narok wakati mipaka hapa inakuja kukatwa ya Narok North ikikatwa sisi tunataka utupe formula ile ya Eldoret twende mpaka Narok Town ili tuhakikishe ya kwamba hii constituency yetu ya Narok iko sawa, ama namna gani?